Unajua, machozi hakuna anayefahamu lugha ya machozi. Lugha ya machozi, machozi yanaweza yakatoka yakiwa na ishara ya furaha. Machozi yanaweza yakatoka yakiwa na ishara ya laana. Machozi yanaweza yakatoka yakiwa na ishara ya maombi. Machozi yanaweza yakatoka yakiwa na ishara ya ulinzi. Ogopa sana kuona mtu anatoa machozi ambayo hujui hayo machozi yanazungumza lugha gani, kwa sababu kila chozi lina lugha yake. Kila chozi unaloliona mtu analidondosha lina lugha yake, na hilo chozi ni msingi. Aa, mnataka kuamini? Angalia, tuchukulie mfano mwanaume na mwanamke waliyeanza maisha ya chini kabisa, wakiwa wanalala chini, wakiwa wanashinda njaa, wakiwa hawana hili wala lile, chini kabisa alafu baadaye wakapigana kwa jasho na damu, Mungu akawasaidia wakainuka, wakapata mali. Chunguza huyo mwanamke, ikitokea mme wake amemsaliti, alafu akamwona kwamba hauna lorote, haujashiriki chochote, hakuna jasho lako, mimi ndio nilikuwa natafuta, we ulikuwepo tu nyumbani. He, he, yule mama akitoa chozi, hata kama ulikuwa na mabilioni yataisha, usivyoweza kujua yameisha. Kwa nini? Lile chozi ni laana, chozi ni ombolezo, chozi ni ombi. Kwamba unaona mtu anamwaga chozi, anambia Mungu, kama huyu ni mwanaume wangu niliyemlilia, niliyemuombea, niliyemlinda kwa maombi. Niliyetoa machozi nikatoa na sadaka ya kukulilia, ili utubariki, na leo imekuwa hivi. Machozi haya ninayotoa yakamfilisi, na yanamfilisi kwenu.